Habari viwazi wangu, mnaendeleaje? Naitwa Dr. Anna mtaalamu wa tiba asili. Leo nitakuelekeza namna ya kutumia kioo pamoja na chumvi. E, unaweza kutumia chumvi yoyote, chumvi ya mawe, chumvi ya jikoni, basi unaweza kutumia. Mambo yako hayaendi, kila kitu unachokifanya hakiendi. Unafanya biashara, unaenda mbele hatua sita, unarudi nyuma hatua tano, yaani unabaki zero, au shughuli zako hazieleweki. Eh, vitu vyako havieleweki. Mambo yako hayaendi. Umepata pesa. Badala ya kutumia katika jambo ambalo ulikuwa umekusudia, unajikuta pesa unaitumia mpaka inaisha na malengo yako yanakuwa bado hayajatimia. Kwa hiyo unarudi tena kuwa zero. Unaanza tena kutafuta. Ukifanikiwa kupata, unatafuta kwa shida lakini unafanikiwa kupata. Ukishafanikiwa kupata, malengo yanapotea. Pesa yako unaitumia kwa njia ambayo wewe hujaipangilia kabisa. Sasa leo nitakuelekeza namna ya kutumia kioo pamoja na chumvi ya mawe. Tafuta kioo chochote. Mimi na kioo changu hiki hapa, lakini wewe tafuta kioo chochote cha rangi yoyote. Kama una kioo chochote cha rangi yoyote, wewe tumia. Utakachofanya utachukua chumvi ya mawe au chumvi ya kawaida ya jikoni, utazungushia hapa mbele. Eh, tiza, eh, weka kioo chako kitizame juu halafu weka chumvi ya mawe huku zungushia huku Uf, tengeneza mduara usiku. Baada ya hapo, iache hiki e, kioo chako kiweke sehemu kiweke sehemu kitazamisha hivi hivi juu, kiangalie juu pamoja na chumvi. Lakini hapo kumbuka uombe, omba mi, maombi yako. Mambo yako hayaendi, mambo yako yamekwama. E, Mwenyezi Mungu, naomba kwa kutumia chumvi na, hiki kioo, na nataka unionyeshe wabaya wangu, kama kama kuna watu wananiloga, kuna wachai wanaingia ndani kwangu wananirudisha nyuma, kama kuna vitu vyovyote vina, vinaingilia kati katika maendeleo yangu, Mwenyezi Mungu naomba un, un, unionyeshe. Baada ya hapo utachukua hiki kioo, utakiweka eh, unaweza ukakiweka sehemu yoyote pale ndani kwako. Asubuhi ukisha amka, nenda kaangalia kioo chako ukikuta kioo chako e, ule mzunguko ule, mduara uliotengeneza, ile cycle uliotengeneza kwenye kioo chako, kuna imesamba samba, au kuna kama kuna vitu vimepita, eh, kama kuna vitu vimepita basi jua kwamba wachawi walikuwa wanajaribu kupambana na wewe kurudisha nyuma maendeleo yako mambo yako kurudisha nyuma, wachawi wameingia humo, lakini wameshindwa, hawajafanikiwa. Kwa hiyo wameshia, kutokana na ile nguvu ya chumvi pamoja na nguvu ya kioo, kwa hiyo wameshindwa kufanya kitu chochote kwako. Fanya hivyo paka siku tatu, ukiona bado hali ni ile ile, basi wale watu watakuwa wameshashindwa, kama ni wachawi, kama ni majini yalikuwa nakusumbua, mapepo yalikuwa nakusumbua, kurudisha nyuma Ma, nguvu mabaya ya kichawi ambayo yalikuwa nakutakiwa wewe urudi nyuma, basi atatambua kwamba atakuwa ameshashindwa, na kwa sababu yanapojaribu, yanapo kuingia pale kwenye ndani kwako yanakutana na ile nguvu ya, ya chumvi, yanakutana na ile nguvu ya kioo. Kumbuka kioo kina nguvu kubwa sana katika mambo ya kiroho, na kinapeleka ujumbe moja kwa kwa moja katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kioo kina nguvu ya kufanya vitu ambavyo ni vigumu sana viwe virahisi viwe vyepesi. Basi baada ya hapo, ukishaona hivyo, hicho kioo ulichokitumia, nenda kakivunje vunja. Kwa manuizi na vunja hiki kioo nyewa chawi, ambao mlikuwa mnanisumbua mambo yangu hayaendi, mnanirudisha nyuma, na vunja hiki kioo ambacho ndo mlikuwa mnakitumia kuharibu mambo yangu, unakivunji ile mbali vunja, halafu kisha vunja, toa ile, toa ile uchafu wa kioo uliopasuka pasuka nenda kautupe dampo. Mambo yako yatakuwa yamekaa vizuri, mambo yako yatakuwa yako sawa kabisa. Lakini pia kumbuka e, ninazo dawa za kutibu magonjwa mbali mbali, ambayo hayatibiki. Una shida ya nguvu za kiume, una tatizo la nguvu za kiume, una tatizo la presha, una tatizo la sukari, una tatizo la vidonda vya tumbo, usiache kuniona. Natibu magonjwa mengi mengi, lakini sasa lakini bila kusahau kwamba zipo dawa za kutuliza mahusiano, e, ya, zipo dawa za kutuliza mahusiano. Mahusiano yako yanasumbua, basi zipo dawa za kutuliza mahusiano, mahusiano yako yanakaa vizuri kabisa. Lakini pia kuna dawa za kutoa mikosi za kutoa mabalaa kwenye mwili wako, basi usiache kunitafuta, usiache kunifuatilia, endelea kushare video zangu, lakini pia endelea kulike pamoja na kucomment. Kumbuka na kwa wale watu waliotoka kwenye uzazi, sisi wanawake tukitoka kwenye uzazi mara nyingi maumbile yetu ya chini yanakuwa, sehemu zetu za asili zinakuwa zimeharibika, zimeharibi vibaya. Basi ipo dawa ya kurudisha maumbile ya chini ya mama uliyetoka kujifungua. Eh, unarudi kwenye hali yako nzuri kabisa. Hizi ni dawa kumbuka, ni za asili, hazina kemikali yoyote. Basi lakini pia eh, nikukumbushe tu kwamba dawa zangu zimekuwa zikifanya vizuri siku hadi siku basi, pale unapochukua akijua kwamba umechukua dawa ambazo ni sahihi, basi usiache kulike na kufollow. Asante.